Mi ni Bata boy yule wa Sumilanii na nimetembelea kwa kina Mzee Moi Kenya Ken, na niko na wife wake hapa, nimekuja nitie story na nae, na pia nijue changamoto zake, na pia nyinyi mjue changamoto zake kama mafans wa Kenya Ken sio? Kama venye mlikuja mazishini na nini, lakini before that, acha nimpe mgeni wangu nafasi aji introduce, ambie tu majina yako. Kwa majina naitwa Nancy Mnyazi mimi ndo bibi ya Mzee Moi Kenya Ken. Okay. Na pia ningependa wajua, watu wengi walikuwa wanamjua Mzee Moi kwa sababu marufu, alikuwa maarufu, na pia alikuwa anapenda mziki wa old school. Maybe nyumbani alikuwa anacheza ngoma hizo hizo pia, ama nyumbani wapi? Yaani azinikiwa na wewe kwa nyumba akicheza laptop <laughs> e, akicheza akijana akicheza nyumba <coughs> Kwa okay, hivyo alikuwa anaupenda sana mziki wa old school mm. Yeah, na nijue tu kitu kimoja, azinan patanapatanaje? ni story mm. ndefu tulipatana kitambo sana 20 1. Ni kwa form one 2015. When, na pia ni kitu gani maybe kilikuwa kinakuvutia kwake? Alikuwa mtu mkarimu na mtu wa kupenda watu. Ipatanapatanaje na Keni? Tulipatana kauna kagujapigisha mziki harusini wa kina mama wangu kaloleni, e, hapo ndo tukapatana. Alifanya kuvutiwa na bradhaangu firstborn wangu mamiga simjumaa siji huku sana sana anakatauni hmm. Asi bradhaangu akamvutia waya nakaja hapo tukaongea.

Ndoga kujulisha familia okay. Na mimi ni kitu gani, kitugani? Kwa sababu unajua, najua nowadays ma DJ bana ni watu popular, alafu yeye alikuwa ni mtu mwenye ana mafans anapendwa na watu wengi. Ushona ni kitu gani kilikuwa kinakuweka motisha ama kina kinakupea moyo kwamba you are the one and lonely, yani kwake and, ama ni behaviors gani alikuwa anakuonyesha pengine <laughs> Ye yeah, alikuwa amenielezea kila kitu maana alikuwa tari na mwanamke wa kwanza yee mm. Kanielezea alikuwa sana kwa, kwa maana mwanamke alikuwa amdanganya sasa, kanyameni mistake ujo nikufikia so, wakati paka ujo nidanganye kama mwenzako nika muamini hapo, okay. Mm. Na maybe alipokuwa anatoka wow. Kucheza miziki kwa sababu unajua miziki bwana azadije anatokanga anarudi asubuhi alikuwa anapata muda na anafamilia vizuri, kwa sababu unajua kama DJ anaweza enda kama jana, watu si wamekesha na anashinda ama amekuja amekuja badilisha, anaenda ni au kuona shukushuku chochote, maybe miua si shuku chochote, tuaaminiana anaweza kuwa huko, ikifika kama time fulani aeza nipigia simu, kopoa mama, nikaambia niko poa na watoto kuweza okay. Yes, kumshukuru mambo mengine kwa hivyo alikuwa mwaminifu. mm -hmm. ya na maybe unajua Mzee Moi yani alikuwa ni mtu wa, wa watu ni kweli uongo. Ni kweli. Na kati ya wale watu kuna watu pia wameinuka kupitia yeye si ndio? mm -hmm. Maybe kati ya wale vijana wenye amewafunzafunza sana kuna wenye ameshai kuja akiwa hai mwenye wakaja, akarudisha shukurani ama kuambia mtu fulani, mazee, nimeonana naye, lakini amenambia, ayashukuru kwa sababu kwa sababu saampata sound, ama pia yeye ni DJ tajika kama mimi. mm. mm -mm. Bado ambapo alikuwa karibu naye nilikuwa ni dogodi, alikuwa aweza mm. okay. Kuja akalala, mm. akashinda, kaenda kwao. Ni kumbukumbu gani ya furaha zaidi ambayo unaikumbuka ukiwa na? Nakumbuka saa zingine akija nyumbani nipigisha stori za kitambo mm. tuweza kukaa tuweza kulala like, kama kitu kama saa nane saa tisa, apopiga tu stori akiniambia tu kumbukumbu zake za kitambo okay. mm -hmm. na una yaani, ulijisikiaje mumeo akitwa mzee ama kipo ile heshima yaani Nusikia raha. Kwa maana pia mimi alinibadilisha jina pia huko barabarani anaitwa bibi ya Mzee Moi. Kwa hivyo yo proud hiyo yani. Mm, tarehe ishirini na tatu kwa sababu alipata ajali tarehe 24. Sasa ndio tarehe 23 na tatu alipokuwa yaondoka, ama before ondoke, kuna maybe maneno ama mazungumzo yenye mlikuwa nayo ukahisi kama eh hapana, hiyo 23 kabla aondoka nyamba Niramke nimpikie chakula na mapema maana takaende kule store. Yeah. Na usiku, 20, kwa undoke, undoko pale, nje upate umesongwa, kaenda songwa pale juu kuna saluni. Hapo kusongwa nikaenda zangu kule juu, kwa maana kule juu tuna biashara, kule mama alikuwa ameenda kule juu. Yeah. Kaenda ka hapo, sasa hiyo hapo nilikuwa nishamwona tayari mara ya mwisho. Sasa nilipokuwa narudi nyumbani jioni jioni, akajapaka hapo barabarani akamuuliza mama, Nzalambi yuko hapo? mama akamwambia ameenda nyumbani. Sasa sijui alishukua nini paka akajapaka huko nyumbani. Mama nilikuwa nishatangulia kitu kama saa moja akajapaka hapo nyumbani na rofa. Nilikuwa niko pale jikoni kwa namsonga huyo mtoto wangu. Yeah jacket hata huku ndani hakuingia, kwa mkama akachukua jacket lake na la rofa, akanyanyaga pale jikoni, mamake, mimi naenda, lakini by saa nane nitakuwa nimerudi nyumbani, nitakuwa nimerudi nyumbani saa nane, nitakuwa nimerudi nyumbani na usilo chakula mpaka nirudi. Nikamwambia ni sawa mwanangu, tumezoesha si, kula kama yuko area siwezi mpaka paka am, amefika nyumbani mm. Niwe chakula tukule, tulale siku leo siku kama za kumsonga kama, kama saa sa sita hu mtoto saa sita usiku e, nasikdiangu osiku kama hayuko lazima ninge online mm. Niwe busy, busy paka nimsikie mtu akingongea mlango ama nisike pikipiki, ndio nitoke online nifungule mlango mm. Kala hiyo siku ni usingizi ulinishika wa ghafla, yani hiyo simu nikaibwaga hapo nikafuata kulala. Kitu kama saa tisa ndo nasikia pikipiki pikipiki kwa kwa pikipiki laja, anasema cha kaskia ni, niamke ni, ni nifungule mlango ndo wa kuja. nafungua mlango nafika pale, mama ndo huyo aenda na mwana Philip, naye ateremka kule chini akisema huyo ndugu ndugu ndugu yangu asife, yangu ndugu yangu asife ndugu yangu asife ndugu yangu yapone sasa. Mimi ngo sijui kama kuendelea nini, maana kwa tumeongea toka hiyo saa moja alivyokuja kuniaga hapo, ndio kwa tumepesa gonga hivi, nataka kujaribu kupiga simu hivi, simu yaita haishikwi, ngashana naye mimi ngabidi nichukue mtoto wangu ndio nitoke huko nje, ndio mama kamwambia mfi yangu kamwambia, nyanyako kule nenda hospitali Kennedy ampata ajali na ajulikani uko wapi. Mimi pia kavikanishtusha kasema simu tumeongea, kitu kama saa na moja, namba nimsubiri, nitakuwa nifika nyumbani, nikaona kama pikipiki ni, kasema ni yeye. Kumbe rasi sisi tulambwa, ampata ajali ya pikipiki, angongwa na lori nyuma, naye hafahamu, asijui kusema. FB niangalie, sikuwa nao kabisa, maana baada kama dakika nusu saa ndio tukapatia habari ya kifo. Sasa ha, afutani yani, afuta umepotezwa habari ama wamesema kama habari ya ajali mama amekuambia? Basi nenda hospitali kwa sababu Ken ni hivi na hivi. Ulijisikia jani? kwa sababu ulikuja kule unamsubiri. Nisikia uchungu, natetemeka kabisa, maana mtu amekuja nisikitu kama saa moja akaniambia yaondoka, lakini ataa time fulani atakuwa amekuja. Sikuamini amini yani. Ukwa mini mm. Na ulipopata zile habari na we ni mama mwenye mtoto mchanga a, ulijisikiaje? Ama ulisi vipi? Ama moyo wangu kwa mevunjika kabisa, maana nilifikiria watoto ndo wafanyaje, sahii bado ni wadogo na kibarua sina. mm. Sijui kwa ndo alia vipi yani lakini watu wakabidi kakakua natia moyo sema hata usijali watoto watashuka mkono. Mana bado ni wadogo kama huyu, ya, kukua na ngoja babake, ya, mara amemzusha kijafika, hata kama amelala lazima amwamshe wachezecheze, amwamshe kama ni simu. Sasa alikuwa hajatoka machoni mwake kabisa, fadhali saa ameanza kutokatoka kidogo, hamtaji vile sana. Amevunjika moyo kabisa. Ah, na sasa maybe changamoto zenye ziko yani zinapitia toka Kenya toke, watoto wanapata vyakula lakini si kama venye, si kama unajua avenye, kwa sababu unajua kama kama venye alikuwa maybe aezapitia dukani akaleta yogurt nini vitu mm. vidogo kama vile alikuwa akitoka huko kama ni siku tatu, akijafika hapa nyumbani, lazima aje na mfuko wake vitu vya watoto wake yogati, biskuti, keki. Huko nyuma kama alileta kama ni sabuni, mchele ake yake, lakini toka aende hatujaviona. Hizo ni challenges zenu napitia sasa kwa saa hii mm. Maybe Mzee Moi alikuwa na ndoto gani kwa watoto wake? Nilikuwa nataka watu wake wasome, huyu mmoja kwa kusema atajamfundisha udiji kivulana, wakivulana ah, mm, awe DJ maarufu international DJ mm. Okay. Na maybe wewe kama mama sahi, na wewe ndio ni kama mzazi wao uliyebaki, ungependa watoto wenye umeachiwa wamjue baba yao kama mtu aina gani yani. yika mnahiyongadani msaada gani unahisi, ama ushaipokea? Maybe niseme kwa serikali ya hapa pwani, kwa sababu Ken si mtu mdogo, ni mtu mkubwa maarufu. Msaada wote maybe ushaipokea kutoka kwa mashabiki ama kwa serikali ya Pwani? Sijapokea msaada wote Zinsaihi okay. Sasa kwa mfano, mtu mwenye anajisikia ushona, kwa sababu this is a video itakuwa uploaded YouTube, watu wengi wataiona. Maybe mtu akiguswa akitaka kusaidia ushona, maybe uko na namba wenye mtu anaweza, atakaeguswa na hii video, anaweza taka kusaidia ushona, yeah hata kama ni ya, ya mtu mwenye unajua una, una like kakake maybe unamwamini ushona, mm. yeah, unaweza ka namba utaje tu sufuri saba nini ili yoyote atakayeona ile hii video atakayeguswa na atakuwa na moyo ile, yani moyo wake utamwambia tu asaidie, awe na njia anajua tu anaweza kufikia vipi ama, anaweza msaada wake unaweza kufikia vipi. Kwa hivyo naweza sema hiyo namba ambayo, namba namba, naweza sema ni hiyo yangu mm. 0701 0701 57 57 8091 8091. Okay.